Uh, Januari 7 mwaka 1945 mpaka uh, Oktoba 15 mwaka 2025, miaka 80 ya Raila Amolo Odinga, mwanasiasa mashuhuri katika ukanda wa Afrika Mashariki lakini pia barani Afrika, mtu ambaye alijitoa maisha yake kwa ajili ya kupigania demokrasia katika taifa lake, akawa anapanda shuka za kisiasa mara tano akitupa karata katika mbio za urais wa nchi hiyo. E, zote mambo yakienda ndivyo sivyo, lakini amewahi pia kuhudumu katika nafasi mbalimbali mbali katika serikali ya Kenya waziri katika wizara mbalimbali mbali. E, lakini pia waziri mkuu baada ya mazungumzo ya upatanishi yaliyofanyika baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na saba kati yake yeye na aliyetangazwa mshindi wa uchaguzi ule, e, Mwai Kibaki, uchaguzi ambao pia ilishuhudiwa rabsha na changamoto zilisababisha baadhi ya watu kupoteza maisha yao na wengine wakijeruhiwa. Lakini hiyo ni historia e, ambayo ina chungu tamu. Bado anasalia kuwa kinara katika vuguvugu eh, vugu la mageuzi ambazo baadhi ya wanasiasa wenzake wa upinzani wanasema harakati zake hazikusalia tu kuleta athari nchini Kenya, lakini zilisambaa katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kumzungumzia gwiji huyu wanamwita political giant Raila Amolo Odinga, tumemwalika hapa eh, Lukman Maloto ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Lukman, karibu sana. Asante sana, na kule nchini Kenya pia tutakuwa na Edwin Kegoli ambaye e, tutupitisha hali ikoje, wakati huu ambapo Wakenya wakiomboleza kwa siku saba e, bendera zikipepea nusu mlingoti, siku saba za kitaifa, lakini naamini kwamba maombolezo hayo yatachukua muda mrefu zaidi kutokana na e, ushawishi na mguso wa kipekee aliyokuwa nao mwanasiasa huyu. E, kwanza kwa ufupi tu e, ukiambiwa utoe summary Lukman, na wewe pia uzuri ni mwandishi <laughs> uh, ya, ya, ya uh, story book ya maisha ya Raila Odinga ya miaka themanini, unaweza ukamwelezea tu in summary, ni mtu wa namna gani? Ya Raila ni ni mtu ambaye kwa kimsingi amebeba gharama kubwa maisha yake tangu akiwa akiwa kijana akiwa mtoto, kwa sababu baba yake alikuwa ya ni, ni mwanaharakati au mpigania uhuru na hiyo gharama aliyobeba Raila ilimfanya mpaka ashindwe kuendelea na masomo ya akiwa kidato cha pili shule ya Maranda, ikabidi aje Tanzania wakati wa Tanganyika apate, apate, apate hati ya kusafiria kwa hiyo, Raila ikabidi awe, awe, awe raia wat, wa Tanganyika kwa muda mfupi, ili aweze kupata hati ya kusafiria mm. kwenda Ujerumani Mashariki, wengi hawajui yes. Lakini ameiandika kwenye kitabu chake yeah. The Flame of Freedom na alienda alienda Ujerumani Mashariki akasoma yeah. Kwa hiyo ni gharama ambayo uh, Raila alianza kuibeba akiwa akiwa kijana kabisa, alikuwa na umri wa miaka 17, wakati huo kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa ni mtoto wa Jaramog Oginga Odinga ambaye serikali ya dola ya, ya, ya UK wakati huo ambao ndo koloni ambayo ilikuwa inatawala Kenya mm. Hawakuwa wanamtazama wana, wana kwa sura nzuri kwa sababu alikuwa ni mpinzani mm. Lakini namzungumzia na na Raila kama kama mtu ambaye mwenye matokeo makubwa na elimu yake alipo aliposoma Ujerumani Mashariki alipata alipata shahada ya uhandisi wa mitambo mm. Na aliporudi Kenya alianzisha kampuni ya kutengeneza mitungi ya gesi mm. ambayo imemfanya ime Raila kuwa mfanyabiashara mkubwa hadi leo na ndiyo kampuni pekee Kenya mpaka leo uh, ina, ina, ina, ina zaidi ya miaka hamsini ambayo ndiyo kampuni pekee Kenya inayotengeneza mitungi ya gesi. Hayo yalikuwa ni matokeo ya elimu ambayo aliipata yeah. Aliipata Raila, lakini Raila ni mtumishi wa umma uh, ajira ya kwanza mwaka sabini na nne uh, Raila aliajiriwa kama kama meneja wa shirika la viwango Kenya. Uh, KBS mm. Akiwa meneja meneja mkuu lakini baadaye akawa naibu mkurugenzi uh, wa, wa shirika hilo hilo mpaka kati ya mwaka sabini na nane mpaka themanini na mbili wakati alipohusishwa alipo na mapinduzi jaribio la mapinduzi ya Rais Moi uh, akitajwa kwamba alikuwa ni mmoja wa masterminds wa wa yale majaribio la mapinduzi mm. na hiyo ikamfanya aishi kwa miaka kumi maisha ya jela kizuizini, anatoka na baadaye akitoka mapambano, kwa sababu ile kesi ya, ya uhaini ndio ambayo hasa ilichochea maisha ya kisiasa ya Raila mm. na alipotoka, alipot, alipo, alipo mwaka 91 baada ya mapambano makali, ilibidi aenda akaishi uhamishoni Norway, na aliporudi alishiriki, kugombea aligombea ubunge Lang'ata mm. na akawa mbunge Lang'ata mpaka uh, mwaka elfu mbili kumi na tatu mm -hmm. Yeah. Raila ni na, naweza nikasema kwamba kwa kifupi ni, ni mtu ambaye kwanza alifanya kazi na marais wote mm. Wa wa, wa, wa, wa, Kenya, kwa sababu licha ya kwamba alikuwa mpinzani wao yes mm. alifanya kazi <laughs> na marais wote kwanza, ali, aliteuliwa kwa mara ya kwanza kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa meneja wa KBS na, na, na, na mzee Jomo Kenyatta uh, lakini huhuyu ambaye walikuwa walituhumiwa kutaka kumpindua uh, mwaka 97 ilibidi wafanye maridhiano na akashiriki akawa waziri kwenye serikali yake na, Daniel yakeaaram mm. na na akafanya na, na, na kazi pia aana na Kibaki. Kwanza Raila ndo, ndo, ndo, ndo, ni, ni, alikuwa ni ni ni, ni, ni, ni, ni, ni mastermind mm. ile uh, wa, wa ile vuguvugu la kuiondoa KANU kwa sababu yeye alikuwa ni, ni sehemu na ndio alifanya kampeni mstari wa mbele uh, Kenya yote, kwenda kwa Kikuyu, kwenda kwa Wakalenjini, kwenda kwa Wajaruo, kuhakikisha Mwai Kibaki anakuwa rais mwaka elfu mbili na mbili. Na baada ya hapo akawa akiwa ak, ak, sehemu ya serikali baadaye akaamua akawa ak, mpinzani mm, baada ya kutofautiana na Mwai Kibaki lakini na, ni, pamoja na, na yote lakini uh, Raila ni mtu ambaye uh, alikuwa ni, ni alikuwa kwake yeye Kenya ilikuwa kwanza, urais ilikuwa sio kitu cha kufa na kupona mm. kwa sababu mwaka elfu mbili na saba baada ya machafuko yale elfu mbili na nane na uh, ilikuwa rahisi kwake kukutana na, na, na, na, na upande wa Mwai Kibaki na, na usuluhishi kutoka Umoja wa Afrika na, na, na, umoja, na, na, na, umoja, na Umoja wa Mataifa ili kupata suluhu. Nakumbuka Mzee Mkapa kwenye kitabu cha kwenye kitabu chake My uh, My Life My Purpose eh? alikuwepo Kenya wakati huo na akazungumza kwamba uh, mapatano ma, ma, ma, alikuwa ni rahisi zaidi kwa, kwa Raila bila wapambe wake mm na Mwai Kibaki bila pambe wake. Kwa hiyo wao wenyewe walikuwa na nia njema tu. Walikuwa hawana shida ila wapambe na of course Mzee Mkapa amewataja miwa, watu wawili waziwazi mm -hmm. Bahati mbaya ni kwamba mmoja aliyetajwa ni rais wa sasa wa Kenya eh, eh. <laughs> ambaye ni William Samoei Ruto ambaye alikuwa upande wa Raila wakati huo mm -hmm. na Martha Karua ambaye no. alikuwa upande wa wa, wa Mwai Kibaki. Wanasema kila walipokuwa wakiingia kwenye mijadala hawa watu wawili walikuwa wanasababisha mwafaka mm -hmm. usipatikane mm -hmm. lakini wakakubaliana kwamba sasa jamani, tunaenda kwenye kikao kingine, hebu hawa watu tuwatoe. watu na baada kuwatoa, ya kuwatoa ikawa rahisi sana kupata sasa. mwafaka mwaka sasa. elfu mbili na nane sasa Lukman mm. yeah. tutarejea pia kwako hapo kuendelea lakini pia tumsikilize um, mm -hmm. Edwin Kegoli ambaye yuko Nairobi. Kegoli, bila shaka ni, ni, ni msiba mkubwa sana kwa Wakenya na licha ya kwamba Rao alikuwa kuna namna sasa, alijitoa kwenye harakati za upinzani na akaunga mkono serikali iliyoko madarakani, lakini bado anasalia kuwa uh, kinara ama mtu ambaye anaheshimika zaidi kwenye upinzani, sio? Kigoli, unatupata? Sasa, uh, uh, unatupata bila shaka Naam. Yes, nimekuuliza ni hapo kwamba licha ya kwamba Raila ali, ali hivi uh, karibuni alijitoa kwenye harakati za upinzani na akaunga mkono serikali, lakini uh, baada ya kifo chake bado anasalia kuwa mtu aliyeheshimika zaidi kwenye upinzani sio? Ikiwa nimekupata vyema, mm. Uh, Raila Odinga ni kiongozi ambaye amekuwa katika mrengo wa upinzani kwa muda mrefu, na amevuna heshima si haba, kwa maana unatazama jinsi mazishi yake yanavyoendeshwa sasa. Ni kwamba amepewa hadhi ya kitaifa, na sasa hivi tunasubiria mwili wake uweze wa, uweze kuwasili katika uwanja wa kimataifa wa JKIA na tunaona Uh, mipango ya kijeshi ikiwa iko imara iko katika uh, nafasi yake jinsi alivyopewa ya uh, hayati Rais Mwai Kibaki na hayati mzee Rais Daniel Arap Moi uh, Raila Odinga amekuwa na sifa humu nchini na vile vile barani Afrika na katika ulimwengu mzima. Mm -hmm. sasa Naam, na imekuwa ni uh, siku ya namna gani hasa baada ya taarifa hizi uh, kutangazwa? Kuna tatizo la sauti, sikupati vizuri. Naam, nasema imekuwa ni siku ya namna gani baada ya taarifa hizi? Basi tutarejea kwako pale ambapo uh, sauti itakaa sawa, lakini ulikuwa unatupa hapa simulizi uh, Lukman, ya safari yake ya maisha uh, katika maridhiano mbalimbali, lakini amegombea mara tano katika nafasi ya urais bila uh, uh, kutimiza ndoto yake ile ya kuwa rais. Ya yeah, uh, ni kweli amegombea mwaka 97, amegombea mwaka 2007, na saba amegombea kumi na tatu na saba, kumi na tatu, kumi na saba na ishirini na mbili mm -hmm. na ilikuwa inaonekana kwamba ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kwa sababu za umri na hata aina ya mazungumzo ambayo alikuwa anayafanya mwishoni alikuwa anaonyesha kwamba ishirini ishirini na saba hakuwa na dhamira tena ya kugombea, ya kugombea urais na nafikiri jaribio kubwa zaidi alilifanya la kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya umoja wa Afrika, mm. ambalo halikufanikiwa uh, kikubwa ambacho nilikuwa na najaribu kukielezea pale ni kwamba Raila alikuwa ni mtu ambaye binafsi yeye mwenyewe alikuwa anapenda amani. Nakumbuka mwaka elfu mbili na, kwanza alichochea mabadiliko ya katiba mwaka 2010 lakini muhimu zaidi mwaka elfu mbili kumi na tatu aliposhindwa urais kwa mara ya kwanza na Uhuru Kenyatta mm. alitangaza ali, ali mm. kukubali kushindwa na akasema kwa, akawaambia Wakenya kwamba tunapaswa tubaki kuwa wamoja kwa sababu nyakati zijazo ni za neema na, na haya ndio maneno ambayo mara nyingi Raila alikuwa anayazungumza kwamba uh, watu waitazame zaidi kesho kwa sababu inaweza ikawa ni njema kuliko kuliko kuliko misugwano ambayo iliyopo ili wakati wakati huo lakini Raila ni, ni, ni mtu wa ushindani, na hili ndio ambalo nafikiri ni somo ambalo linapaswa kum, kumpambanua Raila dhidi ya mwanasiasa yoyote hasa wa, wa upinzani barani Afrika mm. kwa mfano mwaka 2005 uh, Raila wakati wa, wa vuguvugu la mabadiliko ya katiba ile mm. na, na, na wakaenda kwenye bunge la katiba uh, ikaonekana kwamba kwenye bunge la katiba kina Raila walikuwa wamezidiwa nguvu, lakini kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba ile katiba ambayo ilikuwa inapendekezwa haikuwa, haikuwa nzuri kwa Wakenya wenyewe, wala hawakuchoka. Uh, hakukuwa na, na, na swala la kususa, hakukuwa na swala la, la kusema kwamba bana, hii kwa sababu wameamua, tuwaache. Ilikuwa ni mapambano mwanzo mwisho kwa sababu katiba ilivyopendeke ilivyotoka kwenda kwa wananchi kwa ajili ya kura ya maoni mm. Wenyewe waliingia mtaani kufanya kampeni kwamba wakielezea ubaya wa katiba ule ni nini mm. Na mwisho walifanikiwa, wakafanikiwa ile katiba ilikataliwa na wakenya kwa zaidi ya asilimia 54. Na, na, na, na mwaka elfu mbili na kumi akawa ni, akawa ni champion ambao alifanikisha mabadiliko ya katiba ambayo ndio ipo Kenya hadi sasa lakini mwaka elfu mbili kumi na saba aligombea tena mara aligombea na Uhuru ambaye Uhuru alikuwa anagombea muhula wa pili uh, alipogombea muhula wa pili Uhuru ule uchaguzi ulionekana una shida na ulibatilishwa. Kwa hiyo Raila pia alikuwa ni sehemu ambayo alikuwa anatoa somo mm. kwa kwa Afrika kuona kwamba kumbe rais anaweza rais tena ambaye yuko madarakani anaweza akatangazwa mshindi mm. na watu wakaenda kuwa, wakaenda mahakamani kunani ku, kuupinga ushindi wake mm, na matokeo yakawa against yule rais ambaye yuko mm, madarakani. Kwahiyo hilo ilikuwa ni somo la, la namna ambavyo walivyoweza kuleta mabadiliko ya katiba na akawaf, akatuele, atakatuonyesha namna ambavyo katiba ikiwa nzuri uh, nini ambacho kinaweza kikatokea, uh, baada hasa kwenye, kwenye eneo la, la uchaguzi. Lakini ni Raila huyo huyo ambaye alitufundisha pia kwamba baada ya yeye kususia uchaguzi wa marudio na, na, na, na Uhuru kuendelea kukaa madarakani na aliapishwa, mm. aliapishwa na miguna miguna mm. kwamba ni rais wa watu wa Kenya. <laughs> <laughs> baada ya kuapishwa kuwa rais wa Kenya, nchi ikawa haikawa hai, ngumu kidogo. Uh, alizungumza Uhuru Kenyatta, wakati huo anasema, ilifikia kipindi Yani alishindwa kuenda baadhi ya maeneo, kwa sababu alikuwa akifika watu wanamwambia kwamba sisi rais wetu ni, ni Raila sio, sio wewe. Kwa hiyo akaona kwamba ili nchi isonge mbele mm, inabidi lazima, lazima mkono mkono ushike, handshake, wakashikana waka mikono na waka, wakaja kilik, walianzisha mchakato wa kitaalamu kabisa uh, walikutanisha wataalamu wakazunguka nchi nzima kuona ni kwa namna gani wanaweza kuiponya nchi kutoka pale ilipo migogoro ya kisiasa yeah. Kwa hiyo unaangalia una kwamba anapokutana haikuwa ni kwa ajili ya yeye yeah. Kunufaika ni kwa ajili ya kuona kesho njema. Yes, kesho njema ya Kenya itakuwaje sasa Lukman? Na ndio mwanzo na ndio asili ya ile, ya ile BBI naam. Yes. Sasa, uh, sasa kabla ujaendelea Lukman embo tu, tuangalie kidogo profile ulizungumza kwa, kwa kina lakini tuangalie pia Eh, tujikumbushe tena kuhusiana na wasifu ama profile hiyo ya Raila Amolo Odinga kwa sehemu tu ya yale mambo makubwa ambayo aliyafanya katika kipindi cha uhai wake. Raila alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 katika kijiji cha Maseno, kaunti ya Kisumu akiwa mtoto wa mwanasiasa Jaramogi Oginga Odinga aliyewahi kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya. Odinga alianza elimu yake katika shule ya msingi Kisumu Union kabla ya kujiunga na sekondari ya Maranda na kuhitimu masomo mwaka 1962. Ilipofika mwaka 1964, wakati dunia ikiwa katikati ya vita baridi, alipata ufadhili wa masomo kwenda Ujerumani ya Mashariki na kuhitimu mwaka 1970, ambapo alitunukiwa shahada ya uzamili katika uhandisi wa mitambo. Kati ya mwaka 1975 na mwaka 1978 alipata mafunzo kwenye nchi tatu za Marekani, Uingereza na Kenya na kusomea uandishi wa vipimo vya viwango, uwekaji wa viwango na udhibiti wa ubora, pamoja na masuala ya uongozi. Baada ya kurejea Kenya, Raila alifanya kazi kwa muda mfupi kama mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi na baadaye katika shirika la viwango la Kenya KBS. Kiongozi huyo wa upinzani katika maisha yake ametumika muda mrefu kwenye siasa na kwa miongo mitatu akiwa mpinzani. Alipata umaarufu zaidi baada ya kujiondoa kutoka KANU. Odinga alishakamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini, akishtakiwa kuwa miongoni mwa waanzilishi wa jaribio la mapinduzi mwaka 1982 la kupindua serikali ya Rais Daniel Arap Moi. Baada ya misukosuko hiyo mwaka 1992 alichaguliwa kuwa mbunge wa Lang'ata, akiashiria kuingia rasmi katika siasa za kitaifa. Nafasi hiyo aliishika hadi mwaka 2013. Odinga aliingia kwenye kinyang'anyiro cha kusaka urais mara ya kwanza mwaka 1997, na baada ya hapo akaendelea kuingia kuwania nafasi hiyo bila mafanikio kila uchaguzi mkuu. Uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba ulioshuhudia kuzuka kwa machafuko ndio ulioonyesha umahiri wake kwenye maridhiano, kwani aliingia kuunda serikali na kuwa waziri mkuu. Serikali hiyo maarufu kwa jina la serikali ya nusu mkate iliundwa chini ya upatanishi wa aliyekuwa katibu mkuu wa umoja wa Mataifa, Kofi Annan na Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete. Barani Afrika, mchango wake utakumbukwa pakubwa, hasa katika jitihada za kusaka amani na utatuzi wa migogoro. Mwaka elfu mbili na kumi Raila alipewa dhamana na Umoja wa Afrika kuongoza juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa nchini Ivory Coast. Ni mwaka huu mwanzoni ambapo Rais William Ruto alimtuma kuwa mpatanishi wa mzozo unaotokota nchini Sudani Kusini, ishara ya kutambuliwa kwa juhudi zake za kidiplomasia, hata kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa mwaka 2024 alitangaza nia ya kugombea urais wa tume ya umoja wa Afrika, nafasi ambayo pia alishindwa na Mahmud Ali Yusuf wa Djibouti. Idi Wesu, Azam News, haya, huyo ndio Raila Amolo Odinga. Uh, Kegoli, kama unanipata? Haya, naona Kegoli uh, haipo kwenye mtandao. Lakini sasa kwa, kwa hayo yote ambayo ameyafanya atakumbukwa kwa kwa yapi hasa, na ni mwanasiasa yupi wa upinzani wa Kenya ambaye, una, una, unaona anaweza akabeba weight aliyokuwa nayo e, Raila kwa sasa? Kwanza hakuna Kenya mpaka uh, sasa. Inabidi unajua wakati mwingine inabidi mtu mmoja asiwepo ili, ili, ili tuone vipaji vya wengine hmm. inawezekana yupo lakini alikuwa akafunikwa na uwepo wa Raila. Lakini kwa waliopo sasa, hakuna hakuna kama Raila. Unajua Raila amevumilia vitu vingi mm. niliwahi kumsoma Ngugi wa Thiong'o mm. akielezea mateso ambayo Raila aliyapata akiwa akiwa akiwa gerezani wakati ule na, na, na wakati anatoka yeah. Raila anakwambia alipotoka tu gerezani hakurudi hata nyumbani alifunga safari akamfuata nyumbani kwake Ngugi. mm. akamwomba washirikiane kwenye harakati za kudai demokrasia, vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo lakini, huyu mtu pia una, unaangalia namna ambavyo alivyokuwa anaweza kushirikiana na mtu yoyote wa kabila lolote Kenya. Unajua ni tofauti na, na katika siasa za makabila Kenya, unamzungumzia Raila ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa kwa wajamii ya Wakikuyu mwaka elfu mbili na mbili ambao walimwelewa wakati anam, anam, anamfanyia kampeni mwa Kibaki. Unamzungumzia Raila ambaye amefanya kazi na, na Moi na na Ruto ambao wote ni wakalenjini lakini ukiangalia pia Raila ameweza kuwafanya watu kama, kama wa Wasomali wa, wa, wa wakawe mtu kama nani? kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna watu ambao sio asili yao sehemu fulani, lakini aliweza kwenda kushawishi wakapata mpaka ubunge kwenye hayo maeneo mm -hmm. Kwa, kwa sababu alikuwa na uwezo wa waku, kushawishi uh, na kupita katikati ya makabila mengi, na hiyo ni sifa ambayo kimsingi kwa siasa za Kenya ni ngumu kumpata mtu kama yeye mm -hmm. Kwa hiyo uh, Raila kimsingi ni kwa, kwa Afrika Uh, mimi huwa naweza na nikasema kwamba kwa, kwa ile nguvu yake yeah, na, na, na, na ustahimilivu wake na kupenda kwake maridhiano pale inapohitajika, mm-hmm. Uh, kwa, kwa Afrika hii yeah, pengine unaweza ukamfananisha tu na marehemu uh, Seif Sharif Hamad mm-hmm, lakini kwa, kwa sababu watu kama Raila mara nyingi huwa hawapatikani, wanakuja kama somo. Sasa ondoka tajngatn rafiki yake mkubwa ambaye naye alifariki Tanzania pia akumbuka kwamba rafiki mkubwa sana. Asante nah. E, mm, yes, sana. Tutaendelea pia kuzungumza mengi wakati michakato hiyo ya kumpumzisha ikiendelea huko nchini Kenya, na itakuwa tarehe 19, eh, Oktoba, itakuwa siku ya Jumaapili, ambapo mwili wake utapumzishwa kwenye makazi yake ya, ya milele. Tunakamilisha hivyo.